UVCCM kwa Iringa wafanya usafi wakisisitiza ushirikiano na usajili kwa wanachama. Na katika michezo na burudani, mashindano yaliyoandaliwa na chama cha uandishi wa habari Press Club yaanza kutimua vumbi. Habari mtazamaji popote pale ulipo, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital, itakayosoma kwa kwako nami Telesia Chalamila lakini pia unaweza kutupata katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, YouTube at uoidigital. Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi UVCCM wameshiriki zoezi la kufanya usafi katika ofisi ya UVCCM tawi la Iringa ikiwa ni katika hatua za mwisho za kukamilisha ujenzi wa ofisi hiyo. Mwanahabari wetu Zainabu Omari ana undani wa taarifa hii. Akizungumza na UoI Digital, katibu wa UVCCM tawi la chuo kikuu cha Iringa Ramadhan Isa ameeleza lengo la kufanya usafi katika ofisi hizo. tunaelekea kukamilisha ujenzi wetu wa ofisi, kwa hiyo lazima tujiandae. Hatua ya awali kama hii unavyoona hapa ni kufanya usafi, ili wanapokuja mafundi basi wamalizie, tuelekee hatua ya kuzindua ofisi yetu, kwa maana ya kufanya kazi rasmi akitoa wito kwa wanafunzi kujisajili ili waweze kupata kadi za chama za electronic. Uh, wito wangu, wito wangu kwa, kwa vijana ambao bado hawajiunga na hii system kwamba wao waje wajiunge sisi tunawasajili kwa maana wateama tunao hapa hapa chuoni kwetu, tunawasajili kwa njia ya kielektroniki sasa hivi, kwa maana baada ya mtu kutembea na kadi ya gamba, atatembea na, na, na kadi yake kama ile ya mpiga kura, anatembea na kadi yake kama ile ya Nida. Naye Katibu hamasa wa UVCCM Raymond Makamba ambaye ameshiriki zoezi hilo la usafi, amesema ni wajibu wa kila mwanachama kushiriki katika shughuli zote za chama, huku akieleza namna ambavyo kijana anaweza kufaidika na umoja huo mimi nafasi ya kipekee kuweza kutoa uh, wito wa kipekee kwa vijana wote kwa vijana wote ambao wanahitaji kuweza kujiunga na jumuiya hyovisisemu basi, muda ndio huu, wajitoe kikamilifu, waje tutawapokea vizuri, tutawapa maelekezo na kanuni, namna gani wanapaswa kuweza kujiunga na, na jumuiya hii, na kwamba ni nini wanaweza kunufaika nacho ama watakipata katika jumuiya hii endapo tu wataahidi kuwa wanachama waaminifu na watiifu, kama jinsi kanuni yetu inavyotaka kuweza fanya nini. Naye mwanachama aliyeshiriki katika zoezi hilo la usafi ameeleza umuhimu wa wanachama kukutana na kufanya shughuli za chama kwa pamoja. <tis> Ni ofisi ya umoja wa vijana ah, chama, chama amma, o, vana, wana, wana, cha mapinduzi tawi la <laughs> Chuo Kikuu cha Iringa, ambapo leo wamekutana safi, ikiwa ni hatua <laughs> za mwanzoni kuelekea kukamilisha ofisi yao, lakini pia uzunguzi wa ofisi hii. Nikiripoti kutoka katika ofisi hizi, mimi ni Zainab Omari, UoI Digital <laughs> kuelekea maadhimisho ya siku ya vyombo vya habari duniani wanafunzi wa idara ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Iringa Wameomba kuongeza mwamko wa kuchangia mchango utakaowezesha kufanikisha kwa tukio hilo. Mwanahabari wetu Agrey Yeremia ana undani wa taarifa hii. Katibu na mtendaji mkuu wa kamati ya maandalizi ya sherehe hiyo, Leonard Mkamba, amewaomba wanafunzi wa idara ya uandishi wa habari kutoka Chuo Kikuu cha Iringa kuendelea kuchangia mchango huo, kwani kuna faida kubwa ambazo wanafunzi watazipata kutokana na sherehe hiyo ikiwemo kupata uzoefu na matukio mbalimbali. Yes, mimi kama katibu nachopenda kushauri kwa wanafunzi ambao wametoa na wale ambao hawajatoa waendelee kuhamasika kutoa kwa sababu hii sherehe ni sherehe ambayo tunategemea kuifanya kwa ukubwa zaidi. Ndio maana hata ukiangalia mgeni rasmi ambaye tumemleta sasa hivi sio mgeni rasmi ambaye ni, yomana, so, ni, namlita, ni msoe, wa kawaida. Namleta mjumbe wa halmashauri kuu ambaye ni Dr. Tumaini Msoya ndani ya mkoa wa Iringa. Lakini pia yake hatakuja peke yake, atambatana na wenzie kwenye katika taaluma yake ambao watakuja naye katika chuo chetu cha kuku cha Iringa, ili kuhakikisha mambo yanaenda vizuri, ni vyema kila mtu akatoa akamaliza mchango inapofika tarehe 25, basi tujisi kama kamati vitu vya kuandaa, kama kuna kitu cha kuongeza pia tuongeze. Mwasibu wa kamati ya maandalizi ya sherehe hiyo, Glory Pasco, amewashukuru wanafunzi ambao wametoa mchango yao, na anaendelea kuwaomba ambao hawajafanikiwa kulipa mpaka sasa wachukue hatua, kwani muda umebaki mchache. Mimi nawasihi ambao hawajachanga waweze kuchanga ili waweze kushiriki hizo exhibition ambazo zitafanyika kwanza. Kuna michezo ambayo tayari imeshaanza kule Kigonzire, tayari michezo ya, ya, ya, ya mpira wa miguu imeshaanza. Ni fursa hiyo, lazima tushiriki, lazima tuhusiane kwa sababu uandishi wa habari pia ni kuhusiana. Tunapoenda kwenye michezo tunahusiana, tunajuana, mtu wa sija anamfahamu mtu wa baji, mtu wa baji wani anamfahamu mtu wa baji tu, kwa ile pale inaleta hamasa na inaleta hali fulani ya kuweza mtu kutamani hata kuwepo chuo na kuweza kusoma. Wanafunzi wa idara ya uandishi wa habari kutoka Chuo Kikuu cha Iringa wameahidi kutoa michango pamoja na kushiriki yale yote yaliyoandaliwa, na ili kujifunza na kupata u... Ah, mimi nimejiandaa vizuri kushiriki tukio hilo la Media Day, kwa sababu linatuweka pamoja. Ni sherehe ambayo inaweka pamoja waandishi wote wa habari kwa sababu wanasherekea, uh, kuadhimisha siku yao, kufanya vile vitu ambavyo huwa a uh, huwa wanavifanya kila siku kama kuproduce magazeti, pia kufanya kazi kwenye redio na TV. Sherehe za vyombo vya habari hapa Chuo Kikuu cha Iringa inafanyika tarehe 2 hadi na tarehe 3 mwaka huu 2025. E, tumeweza kuzungumza na viongozi pamoja na washiriki wa sherehe hii wakiweza kuleta e, na kutoa maoni mbalimbali ya kuelekea kwenye siku hii ya vyombo vya habari ambayo inafanyika tarehe 2 na tarehe 3. Nikiripoti katika viunga vya Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi Agrelenia wa Uo Shukrani sana Agre Yeremia kwa habari hizo za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Roy Muhando ni kusihi, endelea kuwa nasi. Ligi ya Isani imeendelea kutimua vumbi hii leo katika uwanja wa Kigonzile kwa mchezo uliezikutanisha timu ya Newspaper FC dhidi ya pia la FC ambapo katika mchezo huo timu ya Newspaper FC imeambulia kichapo cha mabao matatu kwa mawili. Mabao ya pia la FC yamefungwa na Kelvin Ayubu dakika ya 11 ya mchezo, bao la pili likifungwa na Mohamed Kiswiri mnamo dakika ya 37, huku bao la tatu likifungwa tena na Kelvin Ayubu na kwa upande wa Newspaper FC Mabao yao yamefungwa na Shafin Kole dakika ya 23 huku bao la pili likifungwa na Chris. Baada ya mchezo huo, wachezaji wa timu zote mbili wamezungumzia mchezo huo pamoja na maandalizi yao kuelekea michezo iliyosalia mbele yao katika hatua inayofuata. Kelvin Ayubu na naoha wa pla FC amesema kwamba wanashukuru Mungu kwa ushindi waliopata leo dhidi ya Newspaper FC. Pia wanashukuru kuvuka kwenda hatua ya fainali na wana uhakika wa kuchukua ubingwa huo, kwani anaamini kuwa wana timu nzuri na timu yoyote watakayokutana nayo wana uwezo wa kuifunga, hivyo wanasubiri mpinzani wao katika hatua ya fainali. Tulikuwa tumecheza mchezo wetu wa pili ambao wa kwanza tutoa sare na rc hand i tuapata Mungu eye dakika 90. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, wa kwa, kwa, kwa upande wake Mashaka Lugoma, mchezaji wa Newspaper FC, amesema kupoteza mchezo huo kwao ni kama funzo. Pia ameongezwa kwa kusema haijalishi wamepoteza mchezo huo, lakini anaamini kuwa kiwango wanacho, japo kuna vitu wanahitaji kuongeza ili kuhakikisha mchezo unaofuata wanapata alama tatu. Ndio tumepoteza, ikiwa ni, ni kama funzo kwetu kuelekea mchezo wetu wa mwisho ambao ni mchezo wa ulazima kwa sisi kuweza kupata matokeo ya alama tatu. Hii ni, ni, ni funzo kwa sababu tumeweza kupoteza, lakini performance yetu kiwanjani inadhihirisha ina, kwamba kuna kitu tunacho, inabidi tu tuongeze kitu kidogo ili kuweza kupata matokeo. Baada ya mchezo huo leo, pia LFC wanakuwa wamecheza michezo miwili na kuingia hatua inayofuata ya mashindano hayo, huku newspaper FC ikiwa na mchezo wake wa kwanza katika ligi ya hisani iliyoanza kutimua vumbi siku ya Jumamosi katika uwanja wa Kigonzili. Mchezo wa ligi ya isani umeweza kutamatika katika uwanja wa Kigonzile ambapo timu ya Newspaper FC imefungwa mabao matatu kwa mawili dhidi ya PR FC kutoka uwanja wa Kigonzile, mimi ni Roy Muhando wa UoI Digital. Asante sana Roy Muhando kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim ya Naam, karibu mtazamaji wa Digital, karibu kwenye kipengele adhimu kabisa, kipengele maridhawa cha msamiati wa Kiswahili. kuna, kuna, kuna, kuna kile kitendo cha mwanaume anakimbia nyumba yake. Kuna anamke ya eh, wal lakini anaenda kwa mchepuko, anaita hiyo story, wanaume wengi walioa lakini wanakimbia nyumba. Sasa hey, yeah, hey, hey. wewe ukiona hiyo hali hiyo hali kwa kawaida hiyo hali hiyo hali kwa ataaa kwa, kwa neno moja, <laughs> moja tukamba, anum, amitipu, anifu, mw, kwa neno moja tu kwamba hiyo hali kwa neno moja kwa ujumla wake, mimi mi mara nyingi natumia msemo kwamba labda ametoroka uh, ametoroka nyumbani, acha nyumba yani... katema nyumba kabisa, ameitema kwa sababu zake labda za familia hivyo. Kuna neno moja Kiswahili nifaga neno Rumenya, unalifahamu? Hapana. Hapanaw <laughs> kusikia neno Rumenya, hapana siwe kulisikia. Kuna kesi ambayo wanaume wanatoroka wake zao ndani, wanaenda kwa michepuko shaw kusikia hiyo kesi au kuishuhudia? Nimeshawahi kusikia na nimeshawahi kuishuhudia. Kwa nini watu wanaume wanafanya hivi? Mi ni kwa mawazo yangu na maoni yangu nafikiri ni kutokana tu ndo, na utandawazi ambao sasa hivi uliokuwepo, watu wanashindwa kuwa waaminifu kwenye ndoa zao, watu wanashindwa kujua wapo kwenye nafasi gani kwenye ndoa, ndio maana wanaamua kuchepuka una, sasa hiyo hali ambayo wanafanya kuchepuka na kuondoka nje ya ndoa, uu, unaweza ukaihitaji hiyo hali kwa ujumla wake kwamba yala mwanamke kuchepuka kukimbia nyumba <laughs> mi siwezi, sina neno la kuliita la uhalisia, lakini kwa kawaida watu tunaitaga tu watu wanachepuka. Basi kwa hiyo sina lile neno la uhalisia kwamba linaitwa neno fulani. Hapana, sijafahamu. Tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini juu ya msamiati huu Rumenya lakini wengi wao wameshindwa kufahamu kabisa na kuelewa msamiati huu unamaanisha nini. Naam, nataka nikwambie maana halisi ya msamiati Rumenya. Rumenya ni kile kitendo au ile hali ya mwanaume kukimbia nyumbani kwake ambako ameoa na kwenda kwa mwanamke mwingine ambayo mtaani sana wengi wanaita huyu kachepuka, lakini katika Kiswahili fasaha kabisa cha kamusi ya Kiswahili, hali hii tunaiita Rumenya. Nataka nikuacha na sentensi isemayo kwamba baba Idi ni rumenya. Kutoka chuo kikuu cha Iringa ni mimi Karim Yasin, bwana misamiati, nami nakuacha na sentensi isemayo mzee Hamisi alirumenya baada ya mkewe kuugua. Naam, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati rumenya, mtazamaji wa UoI Digital. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Telesia Chalamila, asante na kwa heri.